Sikiliza mzee usikilize. Sasa sikiliza, sikiliza, naona wewe ndo unisikiliza mimi. Nimegawa maeneo mengi kwa sababu ya upendo wangu mimi mwenyewe. Unaona ile uwanja wa Taifa? Chama la bibi. Lile eneo liko la kwangu na mimi mwenyewe nilimpa baba na nani baba ya Taifa achukue ile eneo. Na mpaka mchole ule uwanja nimeutoa mimi. Umeona wewe mbili watu wachoma masindano pale. Lile eneo la kwangu. Sasa hapa, unaona naona hapa mabaki kama ikali moja hivi. Ikali moja tu, sio mbili tatu hapo mabaki. Nimetoa eneo la kanisa, nikatoa eneo la msikiti, nikatoa eneo la shule, nikatoa mpaka eneo la watu kuchezea mpira. Leo loo, nakuja kunambia nini? Mi eneo na storia nalo, unaweza kuongea kuimba kupokezana? Ongea, mimi sijamaliza kuimba kupokezana. Usinishike, ongea. Cha kwanza, cha kwanza ile eneo alijapima cha pili wewe ni mvamizi wa lile eneo. Sio eneo lako, sio la kwangu. Mimi ni dalali hapa miaka sita eh pori hili la kwangu. mimi mimi muuni na namkishami Nakuheshimu kama babangu, babu yangu. Sawa mzee, sitaki nikuvunjia heshima. Mimi ninachokuomba ondoka kwenye ile eneo, sio la kwako. Yani wewe kunitoa mimi kwenye eneo, naondoka, pambana. usi ni ni sawa, nikirudi ni nikirudi. Naomba uondoke ile eneo kabla sija. Wewe, wewe, wewe, wewe, wewe dalali, dalali, dalali, dalali tu na udalali, udalali wako wako unakwambia hivyo chochote, mimi sikwambii chochote Haya, mimi naenda, narudi, nenda nenda, furudi. Wewe dalali, mtoto mtoto mdogo, hata babashinga ja kutoka kenge, unataka kunitapeli mimi na wangu. Unaumwa nini? Nendeni huko, na wewe unapiga mimi push up ina faida gani?

Yaani nategemea wazao watoto wakusaidie, mimi nasema ni bora ni mwachetu Mungu, una faida nakwambia, una faida namshitakia na, na, na, na, Mungu, una faida sasa. Mimi siabudu uchawi, namwabudu Mungu. Mchawi mama yako <tipad> hey, Mungu. Ulisema katika vitabu vyako vitakatifu, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bishoni hodi mtafunguliwa. Mimi naomba eneo langu yeyote atakayokuja kunidhulumu kwa nia mbaya, lolote limkute. Lolote limkute. Ee Mungu ulisema katika vitabu vyako vitakatifu, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bishoni hodi mtafunguliwa. Mimi na bishoni hodi kwako kwa Mungu. Anayenidhulumu eneo langu, mimi nimetoa maeneo mengi. Maeneo ya mwimbili maeneo sio wanja taifa maeneo sio ya msikiti kanisa, atakani zulumu lote alimkute, lote alimkute, lote alimkute. Shamaliza nao tupo hapo, tupo hapa bwana, mmefika. Oh, wapi, eh. Eh, eh. Sasa. Sasa, wewe mwanangu, tunatoa kabisa ni ni mimi subiri. Unasubiri vipi? Tunaondoka wote. Wakili, wakili eh. Wakili kama eh. Sawa. Hili ni dini, haina shida. Ndugu yangu, haina shida. Twende tukamalize. Tukamalize. Ah, ah, tukamalize, twende tukamalize, haina shida, wewe tulia

unashirikiana apiachezee mchezo, unashirikiana na tufanye kazi tuondoke. Mimi naju tunaheshimiana, tumefanya kazi nyingi, muda unakwenda dalali, unajua. Sasa unavyoniambia mimi, nimesema saa ngapi? Muda wote tuko hapa hapa tumeganda, twende tue tuondoke wewe tumalize, uh, tuondoke. Tunaondokaje hivyo? hebu hebu sikiliza bwana, hebu tuende tukamalize hii kazi jamani, twende tumalize hiyo. Lakini sasa, kama kama hutaki kuifanya hii kazi wewe, ndio hutaki, umekuja kunisumbua. Tunaenda pale, naona tunarudi huko, tunaenda tunarudi, maana yake nini sasa? wewe ukifika pale, hebu twende tukamalize jambo, tuondoke bwana. Acha wewe, mtu ana document anaishiishi, uko vizuri hapa, mimi niko sawa bwana, wewe hata kumpa mzee ushindi. Mimi nimesomea kazi. Na nimekwambia mzee ana document yule, wenzetu amevamia eneo. Sasa ukifika pale unasema tumbo. Oya, acha ujinga bwana wewe. Tunafanya kazi atupaje? Twende. Acha upumbavu bwana. Unaona, unaona? Unaona ukifika hapa hapa kuna nini kwani wakili? Dalali. Hapa kuna nini kwani? Naona watu. Watu watu, watu wanazika. Oya, watu wanapiga wanapiga chepe chepe mwanangu. Dalali. Watu wanapiga chepe dalali. Wewe si mtu wako mbele yangu mimi. Daya, bro unaona mwili wangu ujue, unazikwa ah! <coughs> oya, oya wanangu, nivue koti nivue nivue nivue koti, <coughs> ni <fue> koti <coughs> ni koti na mwanangu, nivue oya. Mama! Mama oya wanangu, nakufa ujue. Mimi ndo nakufa, kia Mungu ndo anajiona nakufa hapa, mngunajnanakufa anazika, mwanangu anazika Oya, wauni ndugu zangu hapa. Mheshimiwa. Oya kiongozi. Oya mimi mdogo wako tu mimi hapa nakufa ujue. Kuja mpata nini kwani? Ah, dege dege. Tumbo tumbo ha, ha, ha, ha, so tumbo. Sasa tumbo mzima ukifika hapa tumbo. Mzee. Mzee. Hii ni vita, hii ni vita, kama vita. Pambaneni, pambaneni, pambaneni muni. Twende kama anaweza vita, tufanye vita, kama moto moto, baridi baridi, sawa. labda sio kwa eneo hili Wamekupiga? Vipi vipi? Mnachukua kiwanja Malaba, mjambo mwamba anzisha anzisha.